Ajina naitwa mhandisi Constantino Victor Mtweve, na leo niko hapa katika makao makuu ya chama CCM wilayani Ludewa. Nimekuja kutimiza haki yangu ya kikatiba katika chama chetu, na kama chama kitaridhia basi nitakuwa mgombea wa kupeperusha bendera ya chama kwenye wilaya hii ya Ludewa jimbo hili la Ludewa, na kitu ambacho kimenisukuma zaidi ni hasa wamama, nafikiri wamesahulika. Lakini vijana, vijana tuna uhofu fulani, vijana tuna vipaji vingi sana kwenye jimbo hili, lakini kuna namna ambavyo tunahitaji nafikiri, vijana ambao wanaweza kutupeleka mbele. Kusema la ukweli, ni hayo tu machache, lakini kama tutapata muda basi dirisha likifunguliwa basi tutapambana pamoja, tutaelezana mengi zaidi. Ludewa na madini, Ludewa ina vijana wenye ufahamu mkubwa, lakini na watu pia wenye ufahamu mkubwa, lakini pia na watu ambao basi wako kwenye levo za kati, lakini wote hao inabidi wajumuishwe kufaidika na rasilimali ambazo zipo Ludewa. Unajua saa nyingine mtu anafikiri kwa sababu hana mtaji kabisa hastahili kumiliki sehemu ya mali kama madini ambayo zipo Ludewa. So kwangu mimi nasema ni kujumuisha, kuhakikisha kwamba kila mtu anapata sehemu ya rasilimali ambayo ipo Ludewa. Labda niseme naitwa Alfred Mombeleko, katibu wa CCM wilaya ya Ludewa. Mpaka leo kufika, tumepata jumla ya wagombea kumi na mbili na katika hao kumi na mbili watatu ni wanawake na tisa ni wanaume. Mwitikio umekuwa ni mzuri, mkubwa ni jinsi gani watu wanavyoona kwamba wana kila sababu ya kuja kujitolea ama la kuja kufanya maendeleo katika wilaya yao ya Ludewa Impact imekuwa kubwa, wamekuja wengi, na nimeambiwa bado kuna wengine hizi siku mbili zilizobaki wataweza kuja. Lakini kikubwa, nafikiri taratibu, tamko la chama, maelekezo kwamba shamla shamla, zile mapikipiki nini, wagombea wote wamefanya, wamefata vizuri. Mpaka sasa, amani na utulivu katika kuchukua fomu ipo kwa kiwango kikubwa sana. Kazi ya chama siku zote ni kukemea swala la rushwa, lakini vitendo vya rushwa, unajua ni kwamba kumbaini mtu kwa moja kwa moja ni ngumu, ni vitu ambavyo vinahitaji ushahidi wa kutosha. Lakini kama chama, ni wajibu wa kuambia wanachama, ni wajibu wetu wa kuambia wale wote wagombea. Na chama cha mapinduzi wilaya ya Ludewa kwa kulitambua hilo, tumetengeneza utaratibu kwamba watiania wote ambao wamechukua fomu na watarudisha tarehe mbili, tumeandalia kikao na kamati ya siasa ya wilaya, tuweze kuongea nao, kuwaeleza miiko na taratibu. Niweza kueleza kwamba kanuni zilivyo, ili tutakapoingia kwenye mchakato wa kwamba majina yatakaporudi, kila mmoja awe anajua kanuni inaelekeza nini, tusije kuonana wabaya huko mbele ya safari. Well, mwamko mkubwa si demokrasia tu, lakini bado ni kwamba haki ya kikatiba ya mwanachama wa chama cha mapinduzi ni kuchagua na kuchaguliwa. Kwa hiyo wanachama wangu wa Ludewa, kwa maana chama cha mapinduzi wilaya ya Ludewa, wanatimiza haki yao ya kikatiba ya kuja kugombea nafasi hiyo ya ubunge lakini vile vile wana kiu ya maendeleo kufanyia katika wilaya yao ya Ludewa. That's why unaona utikiwa umekuwa ni mkubwa.